Yuko ndani yako. Siende bondeni wala mlimani hey. Hey. Michael. Michael, Michael de Angelo hey. Yeye ndio mchoraji wa hell to heaven. Yaani juu ya ya d yanaita St. Peter Basilica pale Vatican. Hey. <laughs> Kwa sababu Vatican ndio nchi ndogo hey kuliko nchi zote duniani, ndio. Umesikia ina watu wazidi 800 hey, lakini na bendera yake ina balozi dunia nzima. Kwa hiyo huyu Michael De Angelo ndio alichola picha zile, watu walioko kuzimu na watu walioko peponi. Unaelewa, Michael De Angelo ndio akamchukua Caesar Borgia, akamchola picha yake kwenda kwenye imagination ya Jesus Christ. Caesar Borgia ndiyo picha yake imecholwa kama mwonekano wa nani wa Bwana Masihi, Masihi.